Shirikisho la kandanda nchini FKF tawi la Bungoma limezindua warsha ya kuwafunza makocha elimu ya msingi kwa wakufunzi wa soka. Shirikisho la kandanda nchini FKF tawi la Bungoma limezindua warsha ya kuwafunza makocha elimu ya msingi kwa wakufunzi wa soka. Elimu hii imewavutia zaidi makocha kutoka Bungoma, Eldoret, Kakamega na Busia ambapo zaidi ya makocha kinda hamsini watanufaika na mafunzo hayo yatakayodumu kwa siku tano. Naona mambo ya shule, hatuna coaches ambao wako trained, na tukaonelea kwamba at least tupate instructors kutoka national office waweze kutusaidia. Sana sana target yetu ilikuwa tuweze kutrain hao walimu ambao wanahusika na watoto wadogo wa ili tulee talent ya watoto wadogo wa Mambo ya Premier League lazima uwe na CAF eh. Na ukiangalia Bungoma tuko na coaches wachache sana. In fact, Premier League hatuna coaches ambao wako huko na lazima na u, u, uwe na CAF ndipo uwe coach katika Premier League. Kwa mjibu wa katibu wa shirikisho hilo Tawi la Bungoma Ezekiel Murwani, pamoja na mweka hazina Moses Sichenje wanasema kuwa wamenuia kuandaa mafunzo haya hasa kwa walimu wa shule za msingi na upili, kwani hao ndio wanaojukumu la kuelekeza wachezaji hao chupukizi. Uh, hivyo tuna encourage hao coaches wetu tukimaliza uh, introductory course tuende CAF D. Pia tutakuwa na refresher course ambayo tunapanga ya CAF D uh, pia tukuwe na CAF C ambayo tunapanga pia kuandaa hii Western region kushirikiana na viongozi wa Western, hiyo uh, itatusaidia kulea talent. Nikiangalia registration si nimeona H bracket ya coaches wa koya, na hiyo inatupea ina motisha. Naye sichenje akitilia mkazo wa makocha kuonyesha nidhamu uwanjani, haswa wakati pale maamuzi ya mechi yanaendelea mrama na kuwashambulia marefa wa michezo, kutrain coaches ambao wameenda kwa umri wa juu sana lakini wale ambao wamefanya registration sahi ni coaches ambao wako ya youth. E, na hata nimependa FKF sahi because pia imepatiana ma, ma coaches option. E, wuki, una, si ati unaenda tu kutrain kila mtu, ukitaka unachagua utatrain e, youth under 15 under 13, ama utakuwa natrain watu wakubwa, si kama kitambo hati pengine una. So that's why nimesema mtu anachukua mazoezi ya mtoto wa eh, mtu mkubwa anapatia mtoto. Nimeona pia kwa hiyo list ya registration my teams zenye zinacheza county league eh, almost 80% ziko represented. Nikiripotia dira ya Tandao, jina langu ni, ni Morin Rajula.